Ni jambo muhimu sana Mheshimiwa, kama kawaida anaongea. Ni General Garang, ambaye nao the the the the acting member of parliament for Kasipul, ninapoanza coalition between Mheshimiwa Raila Amolo Odinga na oo, coalition between him and, uh, and uh, Mheshimiwa William Samoei Ruto. Uh, I want to clarify that, uh, it is Muhammad who went to the mountain. Not mountain went to Muhammad. Muhammad went to the mountain. Not mountain went to Muhammad. Tafakari haya. tunataka kiongozi mwenye tukimtuma tumpandishe juu ya mti kwa sababu siasa tukimpandisha juu ya mti pale juu ya maembe ama machungwa, anachuna one by one. Hii ni machungwa ya masomo kwa education, hii ni ya health, hii infrastructure, hii ni ya uh, nini creation of employment, hii ni ya gnc. Hatutaki kiongozi mwenye kupanda juu ya maembe sasa anatafuna kingina leo kwa kikapu, alafu anakuja, anapata, anapatia wale wake wanaomzingira, wa, wa walioko wa, wa, wa karibu. We need a very serious leader in this nation. Mimi kusimama hapa mimi ni ulisikia nimesifiwa sana, mimi ni mtu wa kubomoa tena, kufanya nini, kurekebisha. Nitasimama tu hapa nikifanyia Mheshimiwa William Samoei Ruto ama Matiangi, baada ya hii bajeti ya mwezi wa sita, akinipunguzia unga chini, kwa nini nisipoti?